Timu ya taifa ya kina dada wasiozidi umri wa miaka ishirini Rising Starlets imefuzu kwa raundi ya tatu ya mechi za kufuzu kwa kombe la dunia kwa wanawake wasiozidi umri wa miaka ishirini baada ya kuichabanga uh, uh, vijana wa Ethiopia magoli manne kwa sufuri na kuweza kuandikisha ushindi mkubwa sana wa magoli matano kwa moja jumla baada ya kutoka sarebao moja kwa moja jijini Addis Ababa jumapili iliyopita, Rising Starlets ilianza mkondo wa pili leo kwa makali sana na kufunga bao la kwanza uwanjani Ulinzi Complex katika dakika ya nne. Timu hiyo iliongeza magoli mawili zaidi kabla ya mapumziko. Kenya ilifunga bao lingine katika kipindi cha pili na kufuzu kwa ushindi wa mabao matano kwa moja. Timu hiyo sasa itachuana na Tanzania katika mechi ya raundi ya tatu mwezi Februari baada ya Tanzania kuicharaza Angola jumla ya magoli 7 kwa sufuri. Fainali za kombe la dunia mwaka 2026 kwa wanawake wasiozidi umri wa miaka 20 zitaandaliwa baina ya tarehe 5 hadi 27 mwezi Septemba nchini Poland.